Msimamo wa Uganda katika kuongezeka kwa mzozo wa hivi karibuni mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo haupo wazi moja kwa moja. Kampala imeyumba katika kushirikiana kijeshi na Kinshasa na madai ya kuliunga mkono kundi la waasi la M23. Mkuu wa majeshi Uganda Muhozi Kainerugaba mara kadhaa amekuwa akichapisha kauli za uchochezi kwenye mtandao wa X. Hivi karibuni aliandika: Watu wetu wa Kisangani, tunakuja kuwaokoa. Jeshi la Mungu linakuja, na ndani ya wiki moja ni M23 ama jeshi la Uganda UPDF litakuwa Kisangani kwa amri ya amiri jeshi mkuu Yoweri Museveni. Kainerugaba ambaye pia ni mtoto wa rais Yoweri Museveni amesababisha matatizo kadhaa ya kidiplomasia kufuatia machapisho yake. Tangu mwaka 2021, majeshi ya Uganda yamekuwa yakipelekwa katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, mashariki mwa Kongo, kwa idhini ya Kinshasa kupambana na kundi la waasi la ADF wa ambalo lina uhusiano na kundi la Dola la Kiislamu. Mnamo mwaka 2024 wataalamu wa Umoja wa Mataifa waliripoti kwamba idara ya ujasusi Uganda ilitoa msaada kwa kwa wa moja kwa moja kwa kundi la waasi wa M23. Kongo ni soko muhimu la bidhaa za Uganda na pia chanzo kikuu cha madini ya dhahabu ambayo ndiyo bidhaa kuu ambayo Uganda inauza nje. Ni kana kwamba huu ni mpango mkakati wa Uganda kwa ajili ya kufanikisha malengo yake mapana na kuimarisha ushawishi wake wa kikanda. Ikiwa unataka kujua zaidi kuhusu mzozo huu, usisite kutembelea majukwaa yetu yote ya mtandaoni kwa anwani ya DW Kiswahili.